Miongoni mwa walioachwa ni pamoja na aliyekuwa naibu waziri mkuu Doto Biteko, waziri wa kilimo Hussein Bashe, waziri wa mambo ya ndani Innocent Bashungwa na aliyekuwa waziri wa afya Jenista Muhagama. Wengine ni aliyekuwa waziri wa sheria Damas Ndumbaro na waziri wa viwanda na biashara. Walioteuliwa ni pamoja na waziri wa fedha Hamis Musa Omar, huku akimwacha waziri wa mambo ya nje Thabit Kombo. Baadhi ya mawaziri wapya ni pamoja na Joel Nanauka aliyeteuliwa kuwa waziri wa vijana Paul Makonda aliyeteuliwa kuwa naibu waziri wa sanaa, utamaduni na michezo na Daniel Chongolo aliyeteuliwa kuwa waziri wa kilimo. Kwenye uteuzi huo pia alimpandisha cheo mtoto wa rais wa zamani Jakaya Kikwete, Ridhiwani Kikwete kuwa waziri wa utumishi wa umma na utawala bora, huku mwanawe wa kike Wanu Hafidh Amir akiteuliwa kuwa naibu waziri wa elimu. Juma lililopita alimteua aliyekuwa waziri wake wa fedha Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu. Uteuzi wa baraza lake la mawaziri umekuja siku chache tangu achaguliwe kuwa raisi kwa kupata wa asilimia zaidi ya 97, uchaguzi ambao uligugubikwa na vurugu, huku upinzani ukipinga ushindi wake na kukashifu vifo vya raia.